Sehemu zenye hisia zaidi aa, katika maumbile ya mwanaume ni sehemu ya kichwa cha ume wake, ambapo hapa kuna neva nyingi sana zinatengeneza kichwa cha ume. Lakini tukija kwa upande wa mwanamke, sehemu zenye hisia sana ni sehemu ya kinembe au clitoris. Lakini tukiachana na hapo, ni kwamba kinembe kinaonekana kuwa ni kidogo kwa sehemu ya nje, lakini kimetanuka kuelekea kwa ndani na sehemu zingine zenye hisia zaidi ni sehemu za nje za uke wa mwanamke na kwa ndani sentimita chache kama sentimita tatu kwenda ndani. Kwa hiyo sasa, wewe mwanaume, unavomuingilia mke wako ni kwamba msisimko mkubwa zaidi anaupata pale ambapo kichwa cha ume wako kinakuwa kikiingia, kikikutana na sehemu ambazo zinahisia zaidi, zile sehemu za juu, sentimita chache kwenda ndani ya uke wa mwanamke. Kwa hiyo sasa, unashauriwa kwamba unapomuingilia mwenza wako, unatakiwa uende taratibu, ili aweze kupata msisimko utakao msaidia ya yeye kuweza kufurahi tendo la ndoa na kumwezesha kufika kileleni. Share ujumbe huu kwa wengine ili waweze nao kupata elimu hii.